Ndugu waandishi wa habari, wa karibuni sana kwenye uh, Shule Kuu ya Biashara ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tumeshukuru kwa uamuzi wenu wa kukubali wito wetu, wito ambao umelenga kuwa ku, waomba muhabarishe jamii yani ya Watanzania juu ya wiki ya utafiti na ubunifu ya shule kuu ya biashara ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, wiki ambayo, uh, itakuwa imepambwa na siku tatu, kuanzia tarehe tano siku ya Jumatatu mpaka tarehe saba siku ya Jumatano mwezi huu wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano e, ili kuja kushuhudia uh, kile ambacho shugle kuu ya biashara ya chuo kikuu cha Daresslam imeandaa kwa ajili ya Watanzania. Ndugu waandishi wa habari, mabibi na mwabwana, mimi kama amidi wa shugle kuu ya biashara, kwa niaba ya shule kuu ya biashara ya Dar cha Daresslam maarufu UDBS, Napenda kuwakaribisha rasmi, ah, kwenye mkutano huu wenye lengo la kutoa taarifa rasmi kwa umma juu ya ushiriki wa Shule Kuu ya Biashara kwenye Wiki ya Utafiti na Ubunifu ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa mwaka huu 2025. Hii ni maarufu kama Research and Innovation Week. Haya ni maadhimisho ya kumi kutoka kuanzishwa uh, kwa kwa kwa, kuanzishwa, kwa, kuanzishwa kwa, kuanzishwa kwa hii wiki ambayo yanasherekewa kila mwaka kuanzia mwaka 2014 kui wiki hii katika kipindi hiki cha mwaka elfu mbili ishirini na tano kwa upande wa shule kuu ya biashara Uh, um, itafanyika sasa kuanzia tarehe tano mpaka tarehe saba kama nilivyodokeza hapo awali na itafanyika katika eneo la uwazi la Shule Kuu ya Biashara ambalo lipo jengo C si, jengo ambalo ndipo ambapo uh, benki yetu NMB ipo katika eneo hili la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Katika kipindi hiki cha siku tatu, kuna mambo makubwa matatu ambayo yata yatakwepo. Yata la kwanza kutokana na maonyesho sasa ya utafiti na ubunifu, na hii itahusisha uh, utafiti na ubunifu uliofanywa na watafiti wetu wa shule kuu ya biashara ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na eneo hili litahusisha miradi ya utafiti lakini pia vituo vya utafiti kwa pamoja vikiwa na dhamira ya kutatua changamoto za jamii na kiuchumi. Tafiti zitakazoonyeshwa ni feather, za nyanja mbalimbali zinazohusiana na biashara, ikiwemo masuala ya fedha, lakini uandaaji na utunzaji wa kumbukumbu za fedha, lakini masuala yanayogusa masoko, masuala yanayogusa manunuzi, masuala yanayogusa kodi Nafahamu mheshimiwa na rais ameunda tume ambayo inaangalia namna bora ya kutoza kodi kwa nchi uh, hii. Kwa hiyo watu watapata elimu kwa kupitia kwenye machapisho haya, lakini pia usimamizi wa rasilimali watu, lakini kuna masuala mengine mtambuka um, kwenye biashara hasa matumizi ya tehama, lakini mabadiliko ya tabia ya nchi uh, lakini pia mabadiliko ya uh, jinsia na mazingira. Ni vizuri tu kusema kwamba tafiti hizi zinagusa sekta zote ikiwemo sekta rasmi na ile ambayo sio rasmi. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla, eneo la kwanza limeonyesha utafiti na ubunifu. Eneo la pili ni kliniki ya biashara. Sasa tumezoea kuwa na kliniki za hospitali ambazo zinalenga kutatua changamoto za magonjwa dhana hiyo hiyo ndio inatumika hapa kwenye kliniki ya biashara kwa lengo la kutatua changamoto za kibiashara. Kwa hiyo kupitia wiki hii ya utafiti na ubunifu, na kwa kweli imekuwa hivi katika miaka yote kumi tangu kuanzishwa kwa um, kwa wiki hii ya utafiti na ubunifu kama sehemu ya kurudisha kwenye jamii, um, Shule Kuu ya Biashara imeandaa kliniki ya biashara, lengo lake likiwa ni kutoa ushauri wa bure kwa wafanyabiashara, lakini pia wale wanaotamani kuanzisha biashara. Na kupitia kliniki hii wataalamu wa Shule Kuu ya Biashara, lakini kuna masuala mengine mtambuka um, kwenye biashara hasa matumizi ya tehama, lakini mabadiliko ya tabia ya nchi, uh, lakini pia mabadiliko ya jinsia na mazingira. Ni vizuri tu kusema kwamba tafiti hizi zinagusa sekta zote, ikiwemo sekta rasmi na ile ambayo sio rasmi. Kwa hiyo, ndugu waandishi wa habari na wa Tanzania kwa ujumla, eneo la kwanza ni maonyesho ya utafiti na ubunifu, eneo la pili ni kliniki ya biashara. Sasa tumezoea kuwa na kliniki za hospitali ambazo zinalenga kutatua changamoto za magonjwa. Dhana hiyo hiyo ndio inatumika hapa kwenye kliniki ya biashara, kwa lengo la kutatua changamoto za kibiashara. Kwa hiyo kupitia wiki hii ya utafiti na ubunifu, na kwa kweli imekuwa hivi katika miaka yote kumi tangu kuanzishwa kwa kwa, um, kwa wiki hii ya utafiti na ubunifu kama sehemu ya kurudisha kwenye jamii, um, Shule Kuu ya Biashara imeandaa kliniki ya biashara, lengo lake likiwa ni kutoa ushauri wa bure kwa wafanya biashara, lakini pia wale wanaotamani kuanzisha biashara, na kupitia kliniki hii wataalamu wa Shule Kuu ya Biashara kutoka nyanja zote. Ifahamike Shule Kuu ya Biashara ni moja ya shule kubwa katika shule na lakini vile vile katika andaki mbalimbali za Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na ina wataalamu mbalimbali katika ngazi zote na ni wataalamu wazuri, kuanzia digrii ya kwanza, digrii ya pili, digrii ya tatu, lakini wengine ni wahadhiri waandamizi, wengine ni maprofesa. Kwa hiyo kutokana na changamoto takazo kabiliana nazo kupitia wadau wetu hawa watakaohudhuria uh, shughuli hii, watu wenye uwezo tofauti tofauti watakwepo kwa ajili ya kuwahudumia, na hii itatolewa bure. Na kupitia kliniki hii tunaona kwamba uh, inawezekana tukatatua changamoto mbalimbali za wafanyabiashara uh, watakaoweza kuhudhuria. Kwa hiyo tunatoa wito maalum kwa wafanyabiashara wadogo wadogo pia tunaomba wafanyabiashara wakati na hata wafanyabiashara wakubwa, lakini wawafanyakazi wafanya biashara wadogo, niseme tu kwamba hawa wana, wana, wana ni wafanya biashara wadogo kwa uhalisia wake, na wenyewe wana nafasi yao maalum kabisa ya kuhudumiwa hapa. Tunamaanisha wafanyabiashara wa mama lishe, wafanyabiashara wanaofanya shughuli za bodaboda, wa machinga lakini vijana na vikundi vya kijamii wote wafike Shule Kuu ya Biashara kwa wingi katika siku hizi tatu, kuanzia Jumatatu mpaka Jumatano ya wiki ijayo, kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa kumi jioni. Kliniki itafanyika kama nilivyodokeza hapo wali katika kawali katika jengo C ambalo pia ipo NMB Bank. Kwa ndugu waandishi wa habari na wasikilizaji, jambo la pili wacha maonyesho utafiti na ubunifu ni kliniki ya biashara. Jambo la tatu na la mwisho ni mafunzo ya utafiti. Kama mnavyofahamu, Shule Kuu ya Biashara inatoa mafunzo, na katika hili, katika wiki hii ya utafiti na ubunifu, Shule Kuu ya Biashara itatoa mafunzo maalum ya utafiti kwa wanafunzi wa shahada ya uzamivu na uzamili lakini pia watafiti wanaochipukia. Mafunzo haya yanalenga kuongeza ubora wa tafiti lakini machapisho kwa shule kuu ya biashara ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini pia na vyuo washirika. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.